Kisharia hatuwezi kusema AI ni haramu, tutasema AI ni mubah, lakini ni silahun dhu haddaini, ni silaha yenye ncha mbili, ni silaha yenye yenye ncha mbili. Kwa hivyo kuna matumizi mabaya, kama tulivyoashiria katika miaka ya nyuma kwenye mimbari hii, tulipozungumzia mawaqi atawasul alijtimai tulipozungumzia social media tukasema vile vile ni silahu dhu hadaini, silaha yenye ncha mbili. Kwa hivyo ukitaka kuitumia vibaya utaitumia, na ukitaka kuitumia vizuri utaitumia. Naam, wale waloweka vifaa kama hivi wana malengo mengi mabaya ya kuwatoa watu katika akida ya sawa ya kuharibu akhlaki na maadili ya kutoa qiyam katika jamii. Malengo hayo wanayo, lakini vipi? Mimi na wewe tutakuja na njia ya badali. Mtume ametuambia, man manraa minkum munkara falyamhu ama falyughayyirhu falyughayyirhu, asema yoyote yule ambaye kwamba ataona munkar aubadilishe, hakusema uondoe Wushaona kuna uchafu ndani ya AI, njoo leta usafi, badilishe ule uchafu kwa usafi, baya kwa zuri. Kwa hivyo kuna dharura kusomwa AI, watoke vijana wale waliosomea IT, wale waliosomea programming, waende wajikuze zaidi katika kadhia ya nini, katika kadhia ya AI.